Hatimaye mwanasiasa Rigathi Gachagua amezindua rasmi chama chake kipya cha kisiasa kinachoitwa Democratic Democracy for Citizens Party DCP, anachoamini kitatumika kuwakomboa Wakenya kupitia uchaguzi mkuu ujao wa 2027. Leonard Wamalo na taarifa hii. Mwanasiasa Rigathi Gachagua akiandamana na viongozi mbalimbali ambao ni wandani wake alizindua rasmi chama cha DCP kwenye hafla iliyoandaliwa katika makao makuu ya chama hicho katika eneo la Lavington hapa jijini Nairobi, akidai kwamba ameafiki hatua hiyo baada ya kushauriana na Wakenya wa tabaka mbalimbali.

Kinara huyu wa chama cha DCP amekariri kuwa chama hicho kinawahusisha Wakenya Kenya wa jamii zote huku akisisitiza kuwa hakuna mwaniaji yote atakayepewa tiketi ya moja kwa moja kupitia chama hicho kwa kuwa mwandani wake. Democracy for the Citizens Party serves as the biggest political movement of our time in Kenya since 1963. Under the guidance of the party's National Executive Council I'll spend the next two years with the people of the Republic of Kenya, traveling to every corner of our country, to every village, listening to the people, to build one of the most formidable political movements since independence, for the avoidance of doubt. this party has no favorite candidate. This party has no provision for direct domination. Katika uzinduzi huu, viongozi wakuu wa chama hicho waliweza kutangazwa rasmi na kinara wa chama Rigathi Gachagua. The honorable Senator Cleophas Marara from Kakamega County as the interim deputy party leader. Our party slogan is Sikiza wa Kenya. Viongozi wengine waliozungumza pembeni na wanahabari baada ya hafla hiyo fupi kukamilika, wakiwemo Cleophas Malala ambaye sasa ni kaimu naibu kinara wa chama hicho, walionyesha matumaini makubwa katika chama hicho kipya. Umeona chama hiki si chama cha mtu binafsi, ni chama cha Wakenya, and that is why umeona slogan yetu ni kwamba tusikize Wakenya. Tumekuwa na uongozi ambao umekuwa uongozi wa kudanganya Wakenya, tumekuwa na uongozi wa kiimla. So I only ask the team that is lent uh, the current administration or the, uh, or, or the leadership to prepare themselves for end time. This will be a serious tackle And I believe, and I believe dust. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi naitwa Leonardo Wamalwa.